Haki haipaswi kucheleweshwa na msingi wa mabadiliko wa, wa kanuni hizi umejengwa tu kwenye ibara ya kumi na tatu ya katiba, usawa mbele ya sheria. Tusiwaite watu, watu wengine tayari kama ni wahalifu, wakati baada ya ibara ndogo ya sita ya hiyo ibara ya kumi na tatu b inasema kila anayeshitakiwa mahakamani kwa kosa la jinai naye atachukuliwa kwamba hana hatia hadi itakapothibitishwa hivyo na mahakama. Right, na mtu anashtakiwa, anaenda mahakamani, hajui tu kitakachotokea huko mbeleni, mahakama ile haina ushahidi na yenyewe, kama sijui napiga ramli tu, ha, hayojui hata mahakama yenyewe haijui, mshtakiwa naye hajui, kwa hiyo mahakama inakuwa katika mazingira magumu sana kuweza kufanya well informed decision. Ni tofauti na ilivyo sasa. Mahakama kuu, mahakama kuu, unakuta huyu mahakama ana ushahidi ule wote, mshtakiwa ana ushahidi ule wote, kwa hiyo mahakama inakuwa katika mazingira mazuri ya kufanya maamuzi sahihi. Na ndio maana wakikutana pale sasa Jaji anawaita mawakili wa serikali wa prosecutions, anawaita ma defense mawakili, au wanatoka Tanganyika Law Society, wanakaa pale. Wewe ukakuta Tanganyika Law Society na maana wa wale wakilishi wanaanza kuchokozwa, wanasema, mheshimiwa, mheshimiwa jaji, sisi baada ya kulisoma hili jarada, ushahidi wetu tulionao, tunaona kwamba kama kesi kwa mfano ni ya mauaji ya kukusudia, tunaona kwamba ushahidi uliopo hautoshelezi kumtia huyu mtu hatiani kwa kosa hili ila unatosheleza kumtia hatiani kwa kosa la kuua bila kukusudia, na mimi mteja wangu hayuko tayari, na sababu ni moja mbili tatu. Mheshimiwa jaji anamuuliza wakili wa mashtaka leni teta tuni, unasemaji wewe? Asa mheshimiwa jaji, na sisi baada ya kulisoma hili tunaona kwamba kweli kwa, tumechambua Tumeona moja mbili tatu, hatuwezi kudhibitisha kosa hili la kuwa kwa makusudi. Sasa madamu mshtakiwa yuko tayari kukiri kosa hili dogo la kuwa bila kusudia, na sisi tuko tayari, tutabadilisha hati yetu ya mashtaka ili huyu sasa atumie kosa la kushtakiwa kuwa bila kusudia, na kesi zinaishia pale. Na kesi nyingine wanazifuta, wanaona tu kabisa ushahidi haupo. Ni mfumo mzuri shirikishi <laughs> kwa hiyo tumechelewa sana, hata kifungu cha kumi na cha na kumi na moja ya sheria ile mwenendo wa mashauri ya, ya, ya jinai havizui hawa watu kupata hizo, hizo, hizo ushahidi upa wa upande wa mashtaka, na hata huku sisi mahakamani tumefanya maamuzi ambayo nilizungumza siku ile kwa sensitive to justice huyu mtu upande wa mashtaka una ushahidi wake, anapoandika yale maelezo yake ile statement yake, yeye hana ushahidi wa wow, upande wa mashtaka, na sio mtaalamu wa sheria, anajiwakilisha yeye mwenyewe. Wao upande wa mashtaka wana maelezo yake, ila yeye hana maelezo yake, mahakama haina maelezo, ushahidi wa upande wa mashtaka alafu anashtakiwa kwa kosa kubwa sana kama kubaka au nyang'anya kutumia silaha na makosa mengine aina hiyo. Huyu mtu sio mtaalamu wa sheria, yeye anajua, wakati huu sasa kesi inaendelea, ni zamu yao, wamalize kesi yao na mimi nitaanza kujitetea baadaye. Sasa tunafanya maamuzi, anaenda gerezani, anafungwa, anafundishwa na wanasheria walioko kule magerezani na, wah, na wahalifu wengine wanasema hii bwana, mbona namna gani? Anakata rufaa, akikata rufaa sisi huku ikija tunasema kwa, kwa, kwa sababu hakumdodosa, he never cross examine him <laughs> kwa hiyo hiyo inachukuliwa kwamba ni admission. Na wana, ninyi wanasheria wa ofisi ya taifa ya mashtaka msifanye hivi, sisi sio Mungu. Huyu mtu angewezaje kumcross examine huyu mtu? Hana ushahidi wa upande wa mashtaka, yeye sio mwanasheria yeye anajua tu kwamba mimi wanasema kwamba nasema. Nasema mimi zamu yangu itapika maana wanasema sasa ni kesi upande wa mashtaka, kwa hiyo anaamini kwamba anasema mimi baadaye nitamjibu hata hizo taratibu za cross examination, na najua nani anawafundisha gari washtakiwa mle ndani. We cannot afford to have double standard of justice administration in in this nation. The procedure that has been impressed in the high court let you so apply to the procedure before the subordinate courts accordingly possible. Na hii inakuja na faida nyingi. Moja itaimarisha umakini katika upelelezi. Na upelelezi ukiwa mzuri, watafanya maamuzi waendelee na kesi hii mahakamani, chances zao za kuendelea na kesi hii au wasiendelee nayo. Na wakipeleleza kwa makini zaidi utakuta kwamba wahalifu wengi ambao sasa hivi wanaachiwa kwa sababu ya udhaifu katika upelelezi watakuwa wanapatikana na hatia. Na hiyo ndio namna ya kukombati uhalifu, kwa sababu right now wahalifu wengi wanakuja kuachiliwa kwenye mahakama hizi nyingine anarudi mtaani, anaendelea na, na makosa kama kama hayo kwa sababu wameshajua wame udhaifu katika upelelezi, na kwa sababu sisi na sisi kama taifa kwa muda mrefu tulikondoni hii kitu, na mahakimu ma, watakaoburuzwa wa sijui naendesha mashtaka mimi nitaelewana ni nao sasa. <laughs> Kwa sababu wewe tayari sasa utakuwa na wewe na huwa ushahidi you you you you you are so much well informed. informed We expect to deliver well informed decision. decision Whether whether you acquit him him, or whether you convict him, but there should be reasons for that, whatever decision you take. <laughs> eiim hey, faida nyingine tutapunguza sana ubambikizaji wa watu makesi na watu wanajaa magerezani <laughs> ni waombe, kuna kitu kinaitwa malicious prosecutions. Hizi ni kesi za madai, ndio hizo za kuna hii tofauti na defamation au whatever. Wengine wanashtakiwa wa mnaenda mnawatetea, hatuijin mna wanawatetea hawa watu, wacheni wapambane na hali zao wenyewe. Haiwezekani ukasema kind of eti mimi nilikuwa natekeleza majukumu yangu kwa kubambikiza watu kesi na wengine ni washauri, mtu ashitaki kwa abuse of powers. Abuse of office. Hiyo ni kazi ya DPP. Washitaki ni, we want to instill discipline kwenye utumishi wetu, kama nilivyosomea kwenye katiba, nidhamu ya kazi ya majukumu yetu ya kisheria. Hii pia itachangia kuharakisha upelelezi kwa makini kutosheresha upelelezi kwa makini, na upelelezi ule ukifanyika kwa makini na haraka, hata maamuzi nayo huku yatapatikana, kwa sababu kesi kama inaenda mahakamani itasikilizwa mapema, itaisha kwa hiyo itaharakisha pia, itasababia kuharakisha usikilizwaji wa kesi hizi mapema ukamilike, na italeta umakini pia kwenye decision making. Wanaofanya maamuzi haya huku mahakamani watakuwa makini, wanaifahamu ushahidi ule amekuwa nao tangu mwanzo, wanaweza wakauliza maswali ya clarification na kadhalika. Hii itadhibiti pia vitendo vya rushwa. Nimewasomea huku diran, hatuwezi kujifanya kwamba rushwa hazipo kwenye taasisi zetu. Zipo, ziko mahakamani, ziko polisi, ziko kwenye taasisi nyingine zote, zipo <laughs> so, Wamesema taasisi zinazohusika na utoaji haki zimegubikwa na viuzembe na, ru, na rushwa <laughs> hii itapunguza rushwa, lakini kubwa pia itakuwa ni compliance ya katiba inayotaka usawa mbele ya sheria na itaimarisha quality justice. Lakini hatua hii pia watakuwa makini kuamua ni ipi kesi ende mahakamani, wamshikilie mtu kwa nini. Itasaidia kupunguza msongamano wa mahabusu na wafungwa wa, wa magerezani.